Nimewaita hapa niweze kutoa ufafanuzi kidogo na hatua ambazo, kama serikali, kama wizara, tumeamua kuzichukua baada ya kushauriana na management na, na wataalamu wangu. Hatua hizo na ufafanuzi huo unatokana na, na kadhia iliyojitokeza hapa karibuni iliyohusisha gari la mizigo namba T 137 uh, DLOQ likiwa na Tela T namba 567 CUR, ambapo tumeshuhudia uh, mama mmoja kwa jina alijitambulisha Bi Pamela akiwa katika kituo cha mizani cha pale Vigwaza mkoani Pwani akilalamika juu ya mwenendo na tabia ambazo zilijitokeza dhidi yake. Uh, sasa baada ya kufanya utaratibu wa kusikiliza kile ambacho yeye alichokilalamikia nilitoa maelekezo moja kwa moja kwa wataalamu wangu kupitia Katibu Mkuu kunipatia taarifa ya nini ambacho kimesababisha kadhia ile, na niseme tu kwamba baada ya kupata taarifa ile, taarifa inanionyesha kuwa uh, ziko sintofahamu ambazo zilijitokeza kutokana na jambo hili. Kimsingi, ukisikiliza pande zote mbili, unaona kwamba liko tatizo la wazi ambalo uh, limesababisha tufike katika hatua hii ya leo tuliyofikia. Na kwa msingi huo, baada ya kugundua kwamba liko tatizo, nimeamua kuchukua hatua zifuatazo kwa kumwelekeza katibu mkuu. Moja ni kuwasimamisha wale wasimamizi wetu wa mizani wa, wa, hii tunaita T1 barabara nzima ya kuanzia Tunduma mpaka inafika pale Vigwaza. Nimeamua kutoa maelekezo ya kuwasimamisha wote hawa waliokuwa walio kwenye shifti kwa siku ile, wakati tukio hilo linatokea. Na kwa nini nimewasimamisha? Ni kwa sababu eh, tumefanya hivi kwa malengo ya kufanya uchunguzi, ambapo tumekwisha kuunda timu ya uchunguzi ambayo nimemwelekeza katibu mkuu uh, timu hii iundwe na tayari imekwisha kuundwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kuanzia kule ambako gari iliingia katika nchi yetu mpaka kufika katika tukio ambako limetokea. Uh, ili tuweze kuwa na uchunguzi huru uh, wa mwenendo lakini vilevile tutatazama na mengine yanayoendelea katika mizani yetu hii. Timu hii itawahusisha uh, maafisa wa serikali. Mimi mara baada ya kusikiliza timu ya wataalamu wangu, waliponipatia taarifa ya awali niliona wazi kabisa kwamba liko tatizo la kuto kusomana kwa mifumo. Kwa hivyo nimetoa maelekezo haya yaanze kufanywa haraka sana uh, utekelezaji wake. Sasa maelekezo ambayo ninayatoa ni kwamba mameneja ni lazima wawe wasimamizi namba moja wa mizani zetu zote. Hivi sasa tumeamua kuwaweka pembeni wale waliokuwa katika shifti siku ambapo gari hili lilikuwa linapita kupisha uchunguzi. Lakini hapo mbele tutaanza mara moja, mizani zitakazokuwa zikilalamikiwa na mameneja tutawachukulia hatua. Pia wekezaji wa serikali kwenye barabara ni mkubwa sana. Barabara ya lami kilomita moja ni wastani wa shilingi za kitanzania bilioni moja mpaka bilioni mbili inategemea na mazingira ya eneo lenyewe linalokufanyiwa kazi na pesa zinazotumika ni pesa za umma na kwa hivyo ni muhimu sana wakati huo huo kuendelea kulinda rasilimali hii kwa kuwa barabara zinapoharibika uwekezaji wake ni ghali sana lakini si tu uwekezaji na usalama wa watumiaji wa barabara wao wenyewe, tunapokuwa na barabara zenye mashimo na zenye matuta e, e, zilizokuwa e, zimeharibika, usalama pia wa watumiaji wa barabara unakuwa ni wa mashaka. Kwa hivyo yote ni muhimu, mizani yetu ni muhimu sana, ili kulinda uwekezaji wetu tuliofanywa katika barabara zetu, lakini pia vilevile vile kulinda usalama wa watu kwa kuto kupitisha mizigo isiyokuwa na sifa za kuweza kupita katika barabara kwa mujibu wa sheria.